Traditional wedding nilipenda sana na miongoni mwa vitu ambavyo alinifunza na kunisikitisha kuona tunatakiwa kama wa Tanzania tutoe mavazi yetu pia na sisi kwenye mambo ya harusi ili tuwe tuna kitu fulani. Sasa hivi Tanzania kukiwa kuna harusi watu, watu wote wanavaa kwa Nigeria. Of which sasa inakuwa na kavi baya. Wazee wetu wameshatengeneza style yao wanapendeza, na sisi tupate style yetu tupendeze. So ni kitu ambacho nilifurahia, nilipenda sana. African Tanyonge nikaona da kumbe sisi tuna vazi eh. Nilipenda najua kitu tofauti. Na leo tunawapigisha magoti, sasa sijajua taratibu za Tanzania, ndio tuangalia hapo kwa Priscilla. Hii ni safari yao mpya ambao anaenda kuanza, ambao tayari wameshaanza actually, leo ndo tunamalizia And, meseji yako ya mwisho I know tayari umeshamwambia lakini ya mwisho ya kumweleza. Ah, mimi nimtakie tu kila laheri kwenye ndoa yake. Ndoa zina mambo mengi, tumesikia tumeona. um, ajitahidi kwa mvumilivu yeye na mwenzie migombano. um, ipo binadamu kishi pamoja zamkoruzani marafiki tu wanagombana, washikaji wanagombana, wafanyakazi wanagombana, one kitu cha kawaida kugombana kwenu kusipelekea mkatoleana maneno makali maneno mabaya, kutaka kuvunja ndoa yenu. Jua uh, ni kipindi cha tu kitavuka mpito. Yeah. yeah. yeah. kitavuka hii. Hili litakuwa ni swali la watu wengi, na huwa wanauliza, na mimi nitauliza pia, kwa niaba ya Watanzania. Yes. Uh, Diamond Platinumz, na wewe lini tutakusanyika kama hivi kufurahia siku yako kubwa? Uh, nadhani kuna siku nitaongea mambo ya ndoa.